Mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Iringa, Kaimu Jaji Kiongozi wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Imani Aboud, amesema kuanzishwa kwa Mahakama hiyo ni hatua muhimu ya Serikali katika kusogeza huduma za haki karibu na wananchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mahakama Kuu ya Iringa, Mheshimiwa Aboud amesema Mahakama si majengo pekee bali ni mfumo unaojengwa kwa misingi ya weledi, uadilifu na ushirikiano wa no wadau wote wa haki. Aidha, amewataka majaji na mahakimu kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia Katiba, sheria za nchi pamoja na viapo vyao vya kazi ili kulinda heshima ya muhimili wa Mahakama. Ninatambua maadhimisho ya, ya, ya miaka ishirini yametanguliwa na wiki ya elimu kwa umma, mdahalo pamoja na matembezi ya hisani. Niwapongeze kwa kufanikisha wiki ya elimu kwa umma iliyotolewa kwa njia ya redio na televisheni ambapo mada mbalimbali mbali zilitolewa. Hatua hii ilikuwa ni muhimu katika kuelimisha umma uh, juu ya masuala mbalimbali mbali ya kisheria dira na maono ya mahakama ya Tanzania. Hakika nawapongeza kwani mchango wenu ni mkubwa. Mdahalo uliofanyika wiki hii pia umeonyesha dhamira ya Mahakama kusikia mawazo ya wadau na kufanya, na kuyafanyia kazi. Mahakama si jengo, ni mfumo unaojengwa na wananchi, wadau na watoa maamuzi. Mdahalo ni sehemu ya muhimu ya kuhakikisha tunapokea mrejesho ili kuweka mikakati ya kufanya maboresho zaidi katika utoaji wa huduma za haki. Pamoja na mafanikio hayo, nitoe wito kwa viongozi, watumishi wa Mahakama na wadau wote katika mnyororo wa utoaji haki kuhakikisha kuwa majaji na mahakimu kuendelea kufanya kazi kwa kujituma, kuzingatia misingi ya maadili na kutumia teknolojia kwa ufanisi; kwa wadau wa Mahakama kushirikiana na Mahakama kupunguza ucheleweshaji wa mashauri. Maadhimisho ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa yamefanyika chini ya kauli mbiu isemayo Safari ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu Tanzania Kanda ya Iringa, Tulipotoka, Tulipo na Tunapokwenda. Mahakama hiyo ilianzishwa mwaka elfu mbili na tano inahudumia mikoa ya Iringa na Njombe. Awali, akizungumza Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, Mweshimuwa Dunstan Ndunguru, amesema tangu kuanzishwa kwake Mahakama imepiga hatua kubwa katika utoaji wa haki ikiwemo: uboreshaji wa majengo, matumizi ya teknolojia yaani TEHAMA, pamoja na kuharakisha usikilizaji wa mashauri. Na hivi basi leo tunaposherekea miaka ishirini, tunaamini tumepiga hatua kubwa, ukizingatia na kule tulikotoka. Miongoni mwa maeneo ambayo tumepiga hatua ni pamoja na miundombinu ya mahakama, lakini pia huduma inayotolewa na Mahakama Kuu kwamba tumejitahidi kutoa huduma bora ikiwa ni pamoja na kusikiliza mashauri kwa wakati, kutoa maamuzi kwa wakati, lakini pia kuwahudumia wananchi katika hali ambayo inawaridhisha. Tumeongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya TEHAMA ili atusaidie kuboresha na kutoa haki kwa wakati, lakini pia tumeendelea kutoa mafunzo endelevu ya weledi na maadili kwa watumishi wetu ili watoe huduma inayoendana na wakati tuliopo, kwamba sisi tunaposherekea miaka ishirini, tunawaangalia zaidi wananchi tunaowahudumia. Tusije tukawa mahakama tuko mbele, wananchi tunaowahudumia wako nyuma. Kwa upande wake, Mkuu wa Mkoa wa Iringa, comrade Kheri James amepongeza mahakama kwa ushirikiano mzuri na serikali na kusisitiza kuwa amani na maendeleo ya taifa hutegemea upatikanaji wa haki kwa wakati. Sisi wote kama mkoa tunajivunia miaka ishirini hii ambayo imechochea e, utoaji wa haki, miaka ishirini ambayo imechochea mageuzi makubwa ya miundombinu katika utoaji wa haki, lakini miaka ishirini iliyochochea ushirikiano bora baina ya taasisi za haki jinai ndani ya mkoa wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi, viongozi na watumishi wa mkoa wa Iringa, nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi na wananchi wote wa mkoa wa Iringa kwa kuadhimisha miaka 20 ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa. Lakini maadhimisho haya yanaendelea ya kutukumbusha umuhimu na wajibu wa kuzisimamia, kuzipigania na kuhakikisha haki za wananchi wetu zinatolewa wakati wote. Sisi wote tunafahamu, umoja wetu ni matunda ya haki, mshikamano wetu ni matunda ya haki, amani yetu ni matunda ya haki na maendeleo yetu ni matunda ya haki. Kwa msingi huo, tunaendelea kuwajibika kama wananchi, viongozi na watumishi ndani ya mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba taasisi hii muhimu iliyopewa mamlaka ya kikatiba kutafsiri sheria na kutoa haki kwa wananchi, tunailinda, tunaitetea na kuiwezesha kufanya wajibu huo wa msingi ili haki iendelee kutamalaki katika jamii yetu. Kwa niaba ya serikali, niwashukuru sana jaji mfawidhi wa kanda hii ya Iringa, tumpigie makofi mengi, mengi, mengi sana yeye pamoja na majaji waliopewa dhamana ya kuhudumu katika kanda yetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya. Ndugu wananchi wenzangu, kama mnavyofahamu kwamba e, ili haki itendeke, lazima utaratibu uwepo. Kwa hiyo niwaombeni sana, taasisi zote zilizopewa mamlaka ya kuchakata utaratibu wa kuifikia haki tuzipe ushirikiano wa kutosha. Tusipowapa ushirikiano jeshi la polisi, magereza, TAKUKURU, vyombo vya uchunguzi, hii haki tunayoitafuta katika muhimili wa mahakama hatuwezi kuipata. Maadhimisho haya yamehudhuriwa na viongozi wa mahakama, serikali, vyama vya siasa, viongozi wa kimila pamoja na wananchi, yakilenga kutathmini mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka ishirini na kuweka mkakati ya kuimarisha utoaji wa haki kwa miaka ijayo.